Mkutano kati ya rais Donald Trump pamoja na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu umemalizika na kufanyika kisiri, tofauti na mikutano kadhaa ya hapo awali. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa kushiriki kwenye chumba hicho cha mkutano walipokuwa wakifanya maongezi viongozi hao, imeelezwa. Baada ya mkutano huo wa Trump na Netanyahu kumalizika, Netanyahu aliondoka kwenye ikulu ya Marekani bila kufanyika kwa mkutano na waandishi wa habari. Hata hivyo, inaaminika kikao hicho kilibeba mada kuu mbili, yaani mada ya Irani na mada ya Gaza. Mkutano ulifanyika muda wa saa tatu, huenda lolote likajiri kuanzia hivi sasa. Kwingineko, meli ya Marekani ya kubeba ndege vita Abraham Lincoln imesogezwa kwenye maji ya Oman. Meli hiyo tayari kusubiri hoda ya kuanza mashambulizi dhidi ya taifa la Iran. Tukisalia hapo hapo, baadhi ya wanajeshi wa Marekani walio kwenye meli ya kubeba ndege vita ya Abraham Lincoln wameingiwa na hofu baada ya drones ya taifa la Iran kuikaribia meli hiyo na kutoweka bila kugunduliwa. Huenda drone hiyo imerekodi matukio yote yaliyo kwenye meli hiyo ya Abraham Lincoln.